We, wapendwa wangu, Bwana Yesu alikuwa ananisemesha mapema siku ya leo na kusema neno la kwa ajili yetu pia kwamba e, wapendwa tunatambua kwamba hii safari na Yesu Kristo ni safari sasa, inawezekana katika mwisho wa mwaka huu usi kwenye safari, ni safari ambayo pia ni yani vita Si niseme kama vile tuna tunatembea, lakini kuna msitu, njia ni nyembamba imesonga, afu misitu imesonga, yani unapambana ili usonge mbele. Sasa katika hii safari mpendwa wangu, usiangalie labda wa pembeni, ndio tushikane mikono, mwenzio asema nishike mkono nisaidie, na mimi nisonge mbele, ndio. Lakini usiseme ah, ninavyoenda mimi mbona sio kama mwenzangu? Oh, mbona huyu unamuona kama mwingine yuko nyuma, ukamhukumu. Hapana, hapana. Eh, wengine wetu mwisho huu wa mwaka tunaweza tukaona, eh, mwisho huu wa mwaka umefika, mbona maombi yangu sijaona majibu vizuri. Huyu eh, mtoto wangu nilikuwa namuombea namuona bado. Huyu eh, dada yangu kaka zangu bado ndio kabisa kwenye mambo ya dunia, ulevi, mapambo, wameshikilia wanielewi. Eh, mbona mume wangu huyu naona bado habadiliki. Eh, mbona afya yangu yani, kuna maeneo mbalimbali Mungu nilikuambia kwenye swala la uchumi, we unikumbuke. Yani, kwenye hii safari, Mungu anatupa moyo kwamba, yani, ni kama maneno masomo yanaendana tuliyopewa hapo awali na leo. Usiangalie safari ukajilinganisha na mwingine, na usione wengine wanachoka. Haleluya. Ah, samahani kidogo. Usione wengine wanachoka, kuna ambao wanachoka kuna ambao wamechoka, kuna ambao wamekata tamaa, kuna ambao wanafikiria labda ya kurudi nyuma. Ukishuhudiwa moyoni mwako, usimwambie mtu yoyote. Ukishuhudiwa moyoni mwako, mama Brian namwona kama anataka kuanza kukata tamaa, mama Brian amepunguzwa nguvu za kiroho, amepungua sio kama zamani, dada yangu fulani, binti fulani, mama fulani, wewe muinue mbele za Bwana. Kumbuka tulisoma tulijifunza somo li lililopita, upende kuwa mwepesi kubeba tenda za Yesu Kristo. Hizo ndio tenda zenyewe nazungumzia, sina neno la heshima zaidi ya hilo. Tenda kazi za Bwana Yesu Kristo, eh. Kuna ambao sasa hivi yani wanataka kukata tamaa, kuna wengine. Roho Mungu akawa ananiambia kuna ambao sasa hivi wao kama wanataka kuniziria, yani wanataka kunisusia, kuna ambao wamenikasirikia eh. Waambie wasinikasirikiwa wala wasinisusia. Mimi ndio nina ramani na ratiba yote ya maisha yao, mimi ndio na hatima yao inabidi iende vipi. Wao waangalie katika hili neno, kuna mahali ni mimi ndio kikwazo, kuna maarifa nimepungukiwa mimi binafsi. Kuna maeneo Mungu anani anasema okay, unataka ufikie hapa, na mimi nimekuruhusu ufikie hapa, na mimi nimekuruhusu utumike katika hapa, lakini inabidi hapa katikati kuna safari ya kujitayarisha, kujitayarisha kwa maombi, kufunga, kumwamini Mungu. alafu tena Hosea nne sita imekuwa inajirudia ndani yako, inabidi nipate maarifa sahihi kutoka kwenye source sahihi. Unajua kuna maarifa mengi mitandaoni sasa hivi, maarifa sahihi, ili mungu akinitumia kwenye hilo eneo ninakuwa ninaongea nina kitu ninasaidia mtu kwa njia ya kweli na haki tena nchi zetu hizi zina sheria. Ukijiendea endea tu kienyeji wewe, we utajikuta mtu umempa taarifa sio sahihi akaathirika kwenye maisha yake au kwenye afya yake, wewe ukashtakiwa. Tunaenda kwa vibali, una kibali kila mwaka una renew sijui nini na nini natoa mfano tu. Mwingine anaweza kaa kwenye eneo la la, la la labda kujenga, lengo la kujenga pamoja na kumwomba Mungu amtegemee. Amwambie Mungu, "Hebu ni naomba shuhuda. Unaweza kutafuta hata mtandaoni. Kuna kuna shuhuda moja nilimgawiaga mwanangu ana anasome, mwanangu mmoja anasomea ujenzi. Ana yana anapenda mambo ya ujenzi. Alisomea, alafu anajiendeleza tena bado huko huko. Yeye ndio hiyo. Nikamwambia, "Unaona huyu? Huyu mzee anatuambia eti tunaweza kuanza kujenga kwa laki moja. Kweli, kweli. Anasema chumba kimoja unaweza ukakijenga kwa milioni moja na nusu. Nikamwambia, hebu kachunguze mwanangu, kaulize mwalimu wa mwalimu wako hii maneno ni kweli. Yaani, kama kuna lengo fulani unamtegemea Mungu, we jikite kupata maarifa katika eneo hilo. Usiwe wewe ni kikwazo, kwa sababu hata sasa Mungu akikujibu, huwezi kutambua, eh? hiyo nimetoa mfano, kwa mfano wa kujenga biashara fulani eh, kwenye afya, hivi ugonjwa ambao dokta amekuambia unaujua kweli ume, utafute mtu anayefundisha uelewe. Ni wajibu wako mimi na wewe mimi nilivyoambiwaga, o oh, sijui na mafuta mengi kwenye damu inabidi tuanzishe kidonge. Nikaona hichi kidonge athari zake nazijua, kama niweza kukikwepa hem, ngoja nikikwepe. Nikaanza kutafuta maarifa, tafuta maarifa alafu nikaomba Mungu neema, eh, neema ya kutimiza ninachojifunza kwa sababu mwingine anaweza kapewa maarifa lakini kiukweli ameshikiliwa mahali hawezi kutimiza kwa wakati ule inavyopaswa. Naombea vyote hivyo. Kiukweli kile kidonge nilikikwepa, kiukweli na nimwonesha daktari kabisa hivi uwa, yani, nimwonesha uhakiki. Unaona daktari, mwezi mmoja nimeenda, nimecheki damu, unaona mafuta yanapungua, unaona kisukari kinakaa vizuri. Sina kisukari, wananiambia sijui, huwa kwenye ukoo kuna hiyo hiyo hiyo damu ipo, bibi yetu nani nani walikuwa nayo. Hata tukibeba ujauzito wengine tuna tuna tu, tu, tu, tunapimwa hizi nchi za watu wanaikuta. Eh, akaona namba zinakuwa nzuri, alishindwa cha kufanya, akaniambia sasa, wewe nitakuona miezi sita baada ya sasa hivi. Lakini nimekaa nimenyoosha miguu? Hapana, naendelea kupata maarifa, naendelea kumwambia Bwana Yesu, sasa mimi nifundishe, nije nisaidie na wengine, siku nyingine nikiwa na maarifa ya kutosha, nimepata cheti nisaidie na wengine. Kuna ambao watu wa Mungu wanateseka na hivi vitu, baadhi ya hivi vitu. Sitaweza kujua, kujua vyote lakini kuna vingine nitawasaidia. Nimekupa mfano. Eh, mfano mabinti zetu. Tuli nilisahau wakati tunatoa somo la binti kwa binti yetu anaenda kuolewa. Nili nilisahau kumwambia pointi moja. Eh, tutaenda tutafundishana polepole, bibi harusi anayokuja tutampa hiyo pointi. Katika watu kutayarisha, Eh, kujitayarisha katika ndoa pamoja na maombi na kufunga, binti ajiangalie ratiba yake ikoje, anajua atakuwa anapaswa kuamka kabla ya mume wake asubuhi, na akiamka anaamka, kuna vitu anatakiwa atayarishe. Anaamkaje asubuhi? Akiamka ana mpangilio nyumba yake, vyumba vyake, nguo zake, ana mpangilio maisha yake, ana mpangilio kwenye bajeti. Yukoje? kama yuko vizuri aboreshe Je, madhabahu yake bado inamzuia, hawezi kuweka akiba, bado inampinga, hawezi kufanya miradi akapata faida na ile faida ikakuwa ina maana, asipotengeneza hilo eneo isikote ndio kikwazo, labda kimojawapo kinamzuia. Mungu anamwona huyu hayuko tayari, nikimuunganisha sasa hivi itakuwa ugomvi wa pesa, mtarajiwa wake ni dhaifu kwenye hilo eneo. Umeona, kuna maeneo tunatakiwa tuwe makini, tuwe imara ili Mungu atujibu, tujua ametujibu ametujibu, amenijibu ile baraka neema. Unaiweza kuibeba? Sio unajibiwa neema inakuwa, bado hauko tayari. Shetani anakupokonya, shetani anakunyang'anya, shetani anakukatisha tamaa, shetani anakuhubiria vitu vingine vinakukatisha na tamaa. Unaanza kukufuru, Oh, Mungu anipendi Mungu ana upendeleo, Mungu anijali. Mimi nimeomba hichi kitu miaka mingapi? Mbona mtoto wa fulani? Mimi kuna wakati nilitaka kukufuru Mungu kabisa, nikatubu. Nikasema, Mungu, mbona watoto wa fulani na fulani? Mama zao hata wajaokoka. Tena mama zao wa mapambo. Roho Mungu akaniambia, nyamaza hapo hapo. Stop. Stop. Una maana gani unasema ni wa, wengine ni wa mapambo? Wewe unajua anavyo ni anavyosema na mimi wewe. Anasema mapambo ni neema. Muombe neema ya kuelewa swala la mapambo lakini hujui amesema vi nini na mimi, hujui amenitolea nini na wakati gani kwangu mimi, hujui hujui, nyamaza. Nikaonywa kabisa. Kwa somo la leo hali itakuwa refu, ni kwamba yani tunavyoendelea kuomba hu, mwisho wa mwaka tujitathmini pia Mungu na pia eh, hata mimi nina mapungufu ili eneo tupende kuandika eh, ma, ma prayer request yetu. Tupende kuandika maombi yetu kwenye daftari fulani mahali fulani. Eh, andika na tarehe pale juu. Ili ukijibiwa unaweka tiki, unasema asante Yesu, unaweka tarehe uliyojibiwa. Na unaweza kukuta hiyo point kuna kuna lifuatalo. Li, li, kwa mfano binti zetu hao wa wanaoolewa, wakishaolewa tunawaombea nini? Hatua zinazofuata bado. Vijana wetu wakipata wamefaulu vizuri shule, tunawaombea mengine yafuatayo wapate kazi wapate wake wawema waokoke hivyo unakuta pointi zako zinaendelea ndio maana nasema sisi ni wanawake wa nini tunaambiwa katika kitabu cha Yeremia tunalinda watu wetu kwa maombi tunawalinda kwa hekima kwa hiyo usikate tamaa usichoke ukiona saa nyingine mbona tuko wachache waombee wenzetu saa nyingine unabanwa na ma, na ma, majukumu Kina mama tuna mambo mengi, usihukumu mtu yoyote ambaye hajatokea, hajatokezea kwenye kujoin kwenye group. Umeona hii, ijue ni safari, ni vita, inataka neema, inataka maarifa, inataka nguvu za kimwili na za kiroho, inataka nguvu maombi, kufunga kunataka nguvu. Ndio maana tunapeana moyo, mwenye neema ya kufunga masaa fulani Omba neema kuongeza kidogo, ongeza kidogo, ongeza kidogo. Hatukatishi tamaa. Utaenda unaongeza, unaongeza, unaongeza, Mungu anakupa neema, unashinda. Umeona? Ehe, kuna wimbo dada yetu anapenda kuimba hapa, naupenda sana. E, shinda, shinda ndugu yangu, shinda. Napenda sana wimbo, huwa anajiimbiaga mwenyewe nikiwa na shughuli zangu. Shinda kila saa, shinda, shinda ndugu yangu, shinda na katika yote sisi tutashinda. Kuta ni nimeongezea maneno yangu mwenyewe hapa. Hmm? Tutiane nguvu, tutiane moyo. Ukiona siku nimechoka kule kwenye kundi letu lingine lile sija sijaingia kwenye kwenye maombi, wewe ingia omba. Manake saa nyingine kiukweli asubuhi ukiona nimechelewa, ujue nimeamshwa usiku saa nane, saa tisa, saa kumi. Nimeamshwa kuomba. Inabidi nikiamshwa niombe. Huwezi kusema oh, ngoja nilale, ni mtego, niligundua kati, nikisema ngoja nilale nitaamka nitaomba asubuhi, kesho yake pia nachelewa. Umeona? Kwa hiyo wewe unaendelea, unaingia saa yako ya kuomba, ingia omba, kabili siku kwa Bwana. Tumefundishana hii ni hatua. Tunavyokazana kuomba thamani, tukijitahidi tuki, tuki, kuomba, madhabahu zetu zinakuwa za moto. Madhabahu mm -hmm. Za watoto wetu, za nyumba zetu zinakuwa za moto. Inakuwa mpaka shetani anasema sasa, huyu hebu nimuache, moto wake umezidi, anasumbua, na kwanza anatunza utakatifu ina maana akiita moto mtu naungua, akivunja vinavunjika, eh? Habebi makwazo tena huyu. Tulikuwa tunaweza kumkwaza kirahisi tu tunamharibia siku nzima. Sasa hivi anawahi kumwombea toba anaye mkwaza. Hebu mwangalie huyu kwanza hmm? Yani tuondoke tumwache tu, watoto wake anawaombea, kila kienda kwa kigeuka anawaombea watoto wake, anaombea watoto na wengine, kiasi kwamba sasa malaika wanakuwa dabo kwenda kupigania watoto wake. Hebu tuachane naye na huyu twende kwa mwingine mwepesi kuna mkristu yule mvivu kule, au mwingine hana maarifa, twende kwa hao, huyu tuachane naye huyu. Umeona kung'ang'ana, kujitahidi, kutiana moyo, tusichoke. Hii ni safari, mwisho wa mwaka huu, usikate tamaa, a, a, usikate tamaa. Fanya kwa vile umepewa neema, usiangalie safari ya mwingine ukajilinganisha na mwingine. Hapana, nenda na safari yako wewe, kwenye maeneo yako ma changamoto zako, ziandike. Sasa Roho wa Mungu atakusemesha. Mungu, hapa nataka kujifunza nini hapa? Hapa bado nini? Hapa naona bado. Hivyo. Atakupeleka hatua kwa hatua, mkono kwa mkono. Yeye ni mwema, ni mwaminifu, anatupenda, anatujali, anatuthamini, ametuunganisha pamoja, ana nia njema. Tunalindana hata kwa maombi. Sasa hivi nitakuomba niombee sana ulinzi. Niombee. Nina safari Ijumaa, niombee. Wanasema eti mimi kiukweli siogopi moyoni. Wanasema uko tunako ninakoenda nitakako safiri kwenda kwenye huduma eti wanakamata wahamiaji. Naam, mimi nitaenda kwa jina la Yesu Kristo, nitapanda treni, nitaenda. Wewe niombe na Bwana, Bwana Yesu anipe neno sahihi kwa wakati sahihi, kama nikiwa bado nimeweka kwenye ratiba ya ku, kuongea, maana tunaenda kupeana moyo sisi sote kwa hiyo, Bwana Yesu awabariki na tuendelee na tusome neno kwa siku ya leo, tuendelee na safari tusisho, tusichoke, tuombe Mungu atuongezee nguvu siku hadi siku na tuwatie wengine nguvu pia. Amen, tuendelee na kipindi chetu. Amen, barikiwe mpendwa wetu, karibu. Ukihitaji masomo mengine kama ujaokoka, kuna linki hapo chini sana ya toba. Haleluya. Kama unahitaji somo la kujaza Roho Mtakatifu, asiwe, asiwe na roho ya Kristo sio wake, unaweza ukaikosa mbingu mpendwa wangu, tutakutumia kama hujabatizwa na mchungaji anayebatiza kwa usahihi anayetunza utakatifu, mpendwa wangu, una hatari ya kuwa hujatimiza wokovu wako kamili. Omba neema kubatizwa na mtumishi wa Mungu ambaye ataweza kukusaidia utimize Matendo ya Mitume mbili, na, na, na, Barikiwe sana na Bwana Yesu akubariki. Tutaonana tena na ujumbe mwingine. Amen. Mimi Mama Sims wa Jesus Friends Restoration Ministry.